Warudi kwao marikiti, watatoka marikiti waende kwao kule Kongowea Mombasa. Pia waende kwao, hatuwezi tolerate nonsense ya mama mpumbafu. Mama Samia ni mama rais mpumbafu, mama msenzi, mama ambayo hana heshima na wana East Africa, ya kwamba uchaguzi ya mwaka 2027 hiyo sio uchaguzi ya Tanzania na uchaguzi wa Kenya. Uchaguzi ya mwaka elfu mbili ishirini na tano ambaye imepita tarehe 29. Hiyo ni uchaguzi wa Tanzania. So mama mpumbafu, mama ambaye hana akili, mama ambaye hana uongozi awache wa Kenya. Na kama anataka kutoresha wa Kenya Tanzania, nasi pia mimi kama mjukuu tutaanza kutoa watanzania kula kule kula kikwamba, warudi kwao. Hii hatuta ruhusu, hii hatuta ruhusu. Lazima rais wa Tanzania mama Samia ajue ya kwamba tatizo la Tanzania ni yao kibinafsi. Hakuna Mkenya anaitafia uchaguzi wa Tanzania. Akiibia Watanzania, sasa anataka kuwekelea Wakenya. Kwani kuna Mkenya alikuwa anashindana na mama Samia? Si ni suluhu na Samia ndio alikuwa anashindana Mama mpumbavu sana hizi ya Afrika sana. Nataka kuambia mama Hassan, mama Suluhu, ulishindana na Samia na, na ukashindana Sulu, wacha kuleta fitina kwa Wakenya. kama ukuna sababu yako binafsi pambana wa Tanzania. Wewe unatoka Zanzibar, kama uongozi wa Tanganyika imekulemea rudi kwenu Zanzibar, wachana Tanganyika. Mwalimu Julius Nyerere aliunganisha Tanzania, ikaita Jamhuri wa Tanzania, kutoka Tanganyika ikaitwa Tanzania kati ya Tanga na ikaunganishwa pia na Zanzibar. So huyu mama anatoka Zanzibari, kama mshini uongozi wa Tanzania tafadhali, sitezi yako usituletee hapa hapa Kenya. Sisi hatutaki chezea wanawake na nataka kuambia wanaume. Usiruhusu usi, usi, uongozi wa wanawake ni ni dikteta sana. Kuna mingine hapa mama bepia anatuzumbua hapa Kenya <laughs> <saos> Hawa wanawake wanatusumbua sana mwingine pia ako hapa Kirinyaga Martha Karua alikalia hapa nguvu tu. Hizi ndio uongozi wa wanawake <saos> niongoza duni sana bwana, na ndio maana tunasema hivi We cannot allow. Hawa hawa aa awa vinyangalika kutusumbua hapa Kenya. Kabisa. Ende kama unataka kujua uongozi wa wanawake ni dictator. America ni superpower. Kwa nini waeta akwa rais mwanamke kwa nini ujiulize, kwa nini? Walikataa, Walikataa. Walikataa. Walikataa wakachagua Biden, wakakataa wakachagua Trump. Waka so ujiulize, kama Amerika wanaamini kwamba demokrasi kwa hio kwa, kwa mwanamke rais wao. Ndugu zangu, mama Samia tatizo lake kibinafsi asiletie sisi wa Kenya. Na hii kama mimi kijana kama tareneli huyu pusi ya kusukuma wa Kenya kutoka Tanzania

Sio kila mtu akae kwa mlango ya mama yake. So mama Samia kama utalenda hii ropusi ya kuteka Wakenya nyara na kuchukua Wakenya kimabavu, my friend, sisi hatubembelezi wewe, hatuishi Tanzania. Dawa ya moto ni moto. Ukifukuza wa Wakenya, pia tunatimua wa Tanzania, warudi kwenda kule kwa mlango ya mama. Mama Samia hata tuwataki, hatuta ruhusu ya kwamba Kenya, viongozi wetu ndio wanakula na Tanzania, wananchi wanatabika Kenya ndio ni kama ni choo public toilet, unaingia unatoka tu. Kenya public toilet. Kenya ndio tuko na waziri ambayo ni wa kigeni, Musalia Mudavadi, na wakenya wawili wametekwa nyara, Bob Njagi na noyo, na wewe zungumuza na ule waziri, waziri wa foreign affairs. So kazi yake ni kukula, kazi yake ni kunona, kazi yake ni kushiba. Watu wakenya wanadhulumika na Tanzania wakenya wanadhulumiwa na Museveni. Wakenya wanadhulumiwa kila mahali, lakini lakini nani? Mudavadi azungumuzi. so, nataka kuambia mheshimiwa Mudavadi na rais William Ruto, kama mmeshinda na uongozi sisi hatutaruhusu Mkenya kunyanya kudhulumika na mjirani muj. Kama mjirani hataki Mkenya pia huyu mjirani, tunatoa wada kama wananchi pia tunatoa haa wananchi wao warudi kwao. Sikia a kule kwa milango ya mamake. Sisi Kenya ni yetu. Sasa kama tanzanitutaki pia warudi kwao, sisi pia tukae kwetu, si ndio kitu mzuri. So, kama mama Samia ataki Wakenya Abaki na, na Watanzania pia sisi tubaki na Wakenya wetu. Kila mtoto cheza kwa milango achini ya kitanda ya mamako. Sisi pia tunacheza chini ya kitanda cha mama yetu William Ruto, si piatunahehini a mama, jambo la mwisho Nataka kuambia ya Gashagwa na Wakenya ya kwamba Gashagwa sio suluhisho ya, ya tatizo la Kenya, ila shida tunapitia ni nikashagwa ndieleleta so therefore 2027 Gashagwa hawezi leta suluhisho burabadi. Kalonzo sio suluhisho yetu sa so tunataka viongozi ambao wanaweza leta inaweza katisha maisha yetu. Tunataka uongozi bora. Uongozi bora haiwezi letwa na Kalonzo. Uongozi bora haiwezi letwa na Gashagwa. Uongozi bora haiwezi letwa na Gashagwa. Gashagwa nauteka kwa shiba, naambia Wakenya 2027 lazima tuweke chaguzi kwa nia moja, sauti moja, lango moja, na kukubalika Kenya. Gashagwa na tatizo yene esireeamnuaa